Akitoa taarifa kwa waangalizi wa uchaguzi mwaka huu, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC amesema kura mapema ambayo inapingwa na chama cha ACT Wazalendo itafanyika mapema kama ilivyopangwa na itafuatiwa na upigaji kura wa jumla hapo Oktoba 29. Lengo kubwa la mkutano wa leo ni kuwapa taarifa ya utayari wetu kama tume ya, ya, ya uchaguzi wa ya Zanzibar ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kwa ni taarifa ambayo yatoka mataarisho yetu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 2 uandikishaji ambao tumeufanya lakini, na uh, matayarisho yote ya mfano, kununua vifaa, kuajiri watendaji na matayarisho ya vituo vyote vya uchaguzi na nini ambacho tunakitarajia vilevile kutoka kwao kama waangalizi wa uchaguzi katika kuangalia uchaguzi huo na hata baadaye kuweza kutoa ripoti ya uchaguzi mkuu wa maka. Jaji kazi amewatangaza waangalizi wa uchaguzi kufuatia sheria ya mwongozo ikiwemo kutoingilia kazi za ze na hapa, anawataja zavaz kutoka mataifa. Siwezi kuwapa kuwa, kuwa nani za rakaraka, lakini tunao kutoka sadek, tunao kutoka European Union wale wengine wa makanda makuu na wengine ambao ziipo listi yake, lakini aokini hao ni moja ambao ya uangalizi ambao itakuwa nao vituo vya kura mapema vitafunguliwa saa moja asubuhi na kufungwa saa kumi jioni, na matokeo ya urais yatatangazwa ndani ya saa sabini na mbili. Zoezi la kusambaza karatasi za kura katika ofisi zetu za wilaya ndio litakuwa limekamilika, kwa sababu tulianza kupanda Pemba baada ya kuzipeleka azishpeleka katika vituo vyetu vya ofisi zetu za wilaya, na leo kuanzia asubuhi tulikuwa na zoezi sasa la kusambaza karatasi za kura katika ofisi zetu za wilaya. Makundi ambayo yamepangwa kupiga kura ya kesho ni askari, polisi na vikosi vya SMZ pamoja na watendaji wa tume ya uchaguzi ambao watasimamia uchaguzi huo. Salma Said, DW Zanzibar.